Na kwa kauli yake Mtume aliposema inna mal aamalu binniyati, hakika amali eh, inazingatiwa nia, makusudio yako katika kutenda amali hili. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin

Allahuma aidhna min alnar allahuma aidhna min albidai. Bada ya kumhimida Allah subhanahu wataala na kumtakia rehman amani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu Waislamu, nawakaribisha tena kwenye hadhara hii ya Halaal Charity TV tukiwa tunaendeleza mafunzo ya swala na kwenye vikao vya nyuma tuliweza kutaja sharti za swala na tulipozitaja tulizitaja kwa jumla, lakini vile vile tulianza kuzikagua sharti hizi kwa kuzipatia maelezo moja baada ya nyingine. Na bila shaka kwenye e, ukaguzi huo tulianza kukagua sharti ya tahara na tukaanza na utangulizi kwenye ukaguzi wa sharti ya tahara katika kuelezea udhu na tuliweza kuzungumzia dalilu mashru'iyatihi, dalili ya sheria ya udhu. Lakini vile vile tukaelezea fadhlu ludhui, ubora wa udhu. Leo tutaendelea mbele katika kuizungumzia tahara hii ya udhu ambayo inatumika ama unatumika udhu kuiondosha hadathi ndogo. Tusisahau kwamba tulielezea kwamba hadathi zinagawanyika mara mbili, kuna hadathi kubwa na kuna hadathi ndogo. Hadathi ndogo inaondoshwa kwa kutimiza udhu, na huu udhu ndio ambao tunauzungumzia na tumeanza uchambuzi wa sharti hizi za swala kwenye sharti hii ya tahara na tahara yenyewe ambayo tunaizungumzia hapa ni tahara ya udhu. Leo tutaingia moja kwa moja kuzungumzia faraidhu alwudhui lilwudhui, sunanun wa faraidhu walfardhu, idha takhallafa fala yasihhu alwudhu. Udhu tunatakiwa tuelewe, ndugu zangu, kwamba una mambo ya sunna na una mambo ya faradhi au kwenye udhu kuna vitendo ambavyo watakiwa uvitekeleze vya sunna, na kuna vitendo ambavyo watakiwa uvitekeleze vya faradhi. idha takhallafa fala yasihul udhu, hizi faraidhul udhu. Ama hivi vitendo vya udhu ambavyo utavitekeleza wakati watawadha, vitendo vya udhu vya faradhi ambavyo utavitekeleza wakati watawadha, iwapo vitakosekana, udhu hautaswihi. wa hadhihi alfaraidhu baadhuha muttafaqun alaiha wa baadhuha mukhtalafun fiha. Na hivi vitendo vya faradhi katika udhu, baadhi yake wanavyoni wameafikiana kwamba hivi ni faradhi, ni lazima kwa mwenye kutawadha avitekeleze vitendo hivyo, na kuna vile ambavyo wasomi wametofautiana, wako wanaosema vitendo hivi ni faradhi. Na wako wanaosema kwamba hapana, vitendo hivi si faradhi, bali ni sunna. Walakin saasukuha wa ubayinu hukma ma tarajaha. Lakini katika kikao chetu hichi nitajaribu kuelezea vitendo vyote, faradhi zote zile ambazo wanavyoona wameafikiana juu ya ufaradhi wake na vile ambavyo wanavyoona wametofautiana, kisha tutaeleza katika vile ambavyo wanavyoona wametofautiana ni kauli gani ambayo ina nguvu zaidi kwa mujibu wa dalili na kwa mujibu walivyobainisha wanavyoona. Tuanze na ania, nia ni faradhi ya kwanza katika udhu, liqaulihi taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala, wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Allah subhanahu wa taala kwenye Qurani anasema hawakuamrishwa waja ila wamwabudu Allah subhana wataala wa kumtakasia dini. Aya hii inathibitisha ulazima wa nia katika kila ibada ikiwemo e, ibada hii ya kutawadha walikaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa kauli yake mtume aliposema innamal aamalu binniyati, hakika amali e, inazingatiwa nia makusudio yako katika kutenda amali hili watenda kwa ajili ya malengo gani? Na bila shaka mtu anayetawadha Anatakiwa akusudie nia yake ya utekelezaji wa ibada ya swala kwa kujitoharisha kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya nia? Baada ya kuthibitisha nia kwamba ni, ni kiungo muhimu sana katika udhu na ni faradhi ya kwanza kwa mwenye kutawadha kuithibitisha nia kwa dalili ya Qur'ani tukufu na dalili ya sunna sahihi. Nini maana ya nia? Wa maana niyati alqasdu walazmu ala fili sheyi. Nia maana yake ni kukusudia na kuazimia kufanya jambo. Hiyo ndio maana ya nia, kuazimia kukusudia kufanya jambo. wa mahaluha alqalbu, na mahali pa nia ni moyoni. fala yajuzu atalafudhu biha, haifai kuitamka nia. Asema Alimam Ibn Qayyim rahimahullah fa kullu azimin ala fi'lin fahuwa nawihi, kila ambaye ameyazimia kufanya jambo basi huwa mtu kama huyo amenuia jambo hilo kulitekeleza. faman qaada liyatawadhaa faqad nawa alwudhua, kwa hivyo yule ambaye atakuwa ameketi kwa ajili ya kutawadha basi tayari huyo mtu amenuia kutawadha, kwa sababu nia ni maazimio na nia ni makusudio. Pale mtu atakapoazimia kufanya jambo, huwa ndio ashalitilia nia jambo hilo, na pale wewe unapokuwa ume umeketi watawadha, basi tayari ushakusudia hilo la kutawadha, na hiyo ndio nia. Kwa hivyo hakuhitajiki mazungumzo ya kuzungumza kuithibitisha nia yako. Faalam anna talaffudha binnia bida tunatakiwa tujue kuwa kuitamkania ni jambo ambalo liko kinyume na mwongozo ni jambo la uzushi idh lam yathbut atalafudhu biha an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa utamshi wa nia haukuthubutu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala an ashabihi wala kutoka kwa sahaba wake wala anil khulafai wala anil aima wala hili la kutamkania alikuthubutu vile vile kwa makhalifa Abubakar, Omar, Uthman, Ali, bali anilaima, katika maimamu wetu tunawategemea kutupa mwongozo wa dini kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na sunna sahihi, pia halikuthubutu hili la kutamka nia. Kwa hivyo itabakia nia mahala pake ni moyoni, na nia ni kusudio. Pale wanapokusudia kutawadha, ndipo tayari nia yako umeweka. Kwa hivyo lile ambalo pengine labda mtu Eh, amelizoea ama watu wamelizoea wakati wa kutawadha mtu aseme na waitu rafaa al hadathil asghar, nanuia kuondosha hadathi ndogo. Hili ndilo ambalo lazungumziwa kuwa alipo katika msingi sahihi wa kisheria. Azma yako ulionayo ya kutawadha ndio nia yako. Kusimama kwako mbele ya mifereji wataka kutawadha ndio nia ya yako. Kukaa kwako tayari kujitayarisha, umejitayarishia maji, wataka kutawadha, hiyo tayari ndio nia. Kwa hivyo yahitajika nia ya hiyo ibakie katika moyo na isikosekane katika moyo wako, kuanzia mwanzo wa kutawadha mpaka mwisho wa kutawadha, na uthibitishe kwamba wafanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah ndiye aliyekuamrisha utawadhe ili uweze kuswali. hiyo ni E, faradhi ya kwanza ambayo ni ania kama tulivyoizungumzia, tuje katika faradhi ya pili, almadmadatu walistinshaku kusukutua na kupandisha maji puani. Hili ni moja ya yale mambo ambayo wanavyoona wametofautiana juu ya ufaradhi wake. Je, kupandisha maji puani na kusukutua ni faradhi ama ni sunna? Wanavyuoni wametofautiana katika hili, wako ambao wanasema kuwa kupandisha maji puani ni sunna, na kuweka maji mdomoni na kusukutua vilevile pia ni sunna. Lakini waliosema kwamba kupandisha maji puani na kuyatoa kwenye pua hiyo na kuweka maji mdomoni ukasukutua, alafu ukayatema. Wako wanaosema kwamba ni sunna, akiwe wanaosema kwamba ni faradhi, akiwemo alimamu Shaukani rahimahullah, na akazungumza hivi asema: alqaulu bilwujubi huwa alhaqqu, qauli ya wajibu wa kusukutua na kupandisha maji puani kwenye kutawadha ndio kauli ya haki, Bi anna llah subhanahu qad amara fi kitabihi lazizi bighasli lwajhi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kitukufu Qurani ameamrisha kuoshwa uso, wa mahalu lmadmadha walistinshaqi min jumlatil wajhi. Na sehemu ya kusukutua na sehemu ya kupandisha maji, kwani ni jumla ya uso kwamba hiyo pua ambayo unaitia maji na huo mdomo ambao unauweka maji, hivi viungo viili viko katika uso. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha tuoshe uso, inaingia ndani yake huko kusukutua, inaingia ndani yake huko kupandisha maji puani. Kwa hivyo, kwa dalili hii ikawa moja kwa moja eh, kusukutua na kupandisha maji puani kunaingia katika ujumla wa uoshaji uso wa aidhan qad wurida alamru bilistinshaqi walistithari fi hadithi sahiha, lakini bali na ujumla huu wa aya tukufu ya Qur'ani iliyotutaka tuoshe uso, na pua iko usoni na mdomo uko usoni. Ziko amri kwenye hadithi sahihi ambazo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha watu wasukutue, watu wapandishe maji puani na wayatoe kutoka kwenye pua zao, ikiwemo hadithi zifuatazo. Hadithi ya kwanza ya Abi Huraira radiyallahu anhu, an nabii sallallahu alayhi wasallam idha tawadhaa ahadakum faliyjal fi anfihi ma thumma liyunfir. Mtume anasema, atakapotawadha mmoja wenu aweke katika pua yake maji, kisha ayatoe. Hii ni amri ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anayamrisha, kwa hivyo si swala zima la mtu kulipuuzilia hili. La kuweka maji puani, kisha kuyatoa wa minha, min hadithi Laqit ibn Sabra, fi hadithi tawil wa fihi, bali kwa hadithi nyingine ambayo ina urefu lakini katika hadithi hiyo tamko, kisema, kuna tamko mtume akisema wabaligh fil istinshaq illa an takuna saiman, akitaka watu wanapopandisha maji puani wayafikishe mbali kidogo, wayavute kwa pua zao, lakini kipindi kile ambacho mtu hayupo katika saumu. Kama haupo katika saumu basi utayaweka maji puani tu kiasi, ili yasikuzidi pengine yakapita yakaingia ndani ya tumbo wakati mtu yupo katika saumu yake. Kwa hivyo hili nalo pia limethibitishwa kwenye swala so zima la kupandisha maji puani kwa hadithi hii wafiriwa min hadha hadith. Mtume akasema idha tawadhata famadhmadh, utakapotawadha basi skutua uweka maji katika mdomo kisha uwe ni mwenye kuyatoa mdomoni mwako. Kwa hivyo kwa riwaya kama hizi za hadithi zinathibitisha kwamba yule ambaye atatawadha ahakikishe kwamba swala zima la kusukutua na kupandisha maji puani hatalipuuzilia bali atalitekeleza. Na hata kama tutasema kwamba e, kupandisha maji puani ni sunna, kusukutua ni sunna, lakini tujue kwamba jambo ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya hatuna budi na sisi kulifanya na kulitilia nguvu zaidi. Kwa nini mtume wako Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alitekeleza hili la kusukutua, hili la kupandisha maji puani na wala hakulipuuzilia, labda kwa mtizamo kwamba ni sunna kwa, kwa hivyo halina, halina ulazima, alafu wewe ambaye ni mfuasi wake ulione kwamba ni jambo ambalo sila haja sila dharura kutimizwa na imani, na kwamba tutakapochukua msimamo wa mambo mengine katika msimamo mzito huwa ni katika njia mojawapo ya hili jambo ama haya mambo kuweza kutimizwa. Kwa hiyo tukisimama na msimamo kwamba kusukutua kupandisha maji poani jambo la wajibu, bila shaka tutawahimiza watu na tutawaweka watu wasilidharau jambo hili na walitimize kwa sababu ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kulithibitisha hilo katika msingi huo wa mazungumzo juu ya wajibu wa kusukutua na wajibu wa kupandisha maji poani mbali na wale wanaosema kuwa ni sunna, ni vipi mtu anasukutua? ma kaifiatul madmadha walistinshaq, kusukutua kuna kunafanyika vipi na kupandisha maji puani kunafanyika vipi? Katika hadithi ya Abdullah ibn Zaid radhiallahu anhuma, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamadmadha wastanshaqa min kaffin wahid yafalu dhalika thalatha marat, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisikutua na kumbat, kupandisha maji puani kwa kiganja kimoja akifanya hivyo mara tatu. Kwa maana hakuwa anachukua maji kwanza anasikutua kisha baadaye achukue maji mengine kupandisha, eh, kupandisha kwenye pua yake, bali anachukua maji kwa kiganja kimoja, kiganja hicho hicho anakitumia kwenye kusukutua pamoja na kupandisha maji puani mara tatu anafanya hivyo. Kwa hiyo hakuwa anafarikisha baina ya kusukutua na kupandisha maji puani, bali anafanya yote kwa ujumla wake. Qala al-Baihaqi rahimallahu fi Sunan. Yaani, wallahu a'lam anna madmadha wastathara wa annahu madmadha wastanthara kulla marra min ghurfa wahida kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisukutua na akapandisha maji puani kila mara kwenye teko moja, na aliteka mara moja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, na akajumuisha kwenye kusukutua na kupandisha maji puani wayadulu lahu hadithu Abdallah bin Zaid. Na hapa itakuwa ni mwelekeo ambao umeelekezwa na hadithi hii ya Abdallah bin Zaid. Kwa hivyo kusukutua kunatekelezeka kwa njia hiyo, wala hakutekelezeki kwa e, aina mbili au mara mbili kwa kusukutua kwanza kisha baadaye mtu apandishe maji pwani, bali unatekeleza hiyo kwa ujumla. Tukitoka katika kusukutua tuje katika ghasl wajhi ambayo takuwa ni nguzo ya tatu, ama faradhi ya tatu asu Ghasulul alwajhi ambapo katika huku kuosha uso ndio ndani yake kunapatikana, e, kunapatikana viungo hivyo ambao tumetangulia kuvizungumzia vya, vya kupandisha maji puani, lakini vilevile kutia maji mdomoni. Kwa hiyo kabla hujaingia kuosha uso, kwanza unasukutua una unapandisha maji puani, kisha baada hapo sasa unaingia katika kuosha uso. Tuizungumzie faradhi hii ya kuosha uso. Qala Allahu taala, Allah anasema: ya ayuha ladhina amanu enyi mulowamini, idha kumtum ila lsalati faksiluu wujuhakum wa aidiakum ila lmarafii wamsahu biruusikum waarjulakum ila lqabain. Enyi muloamini, mutakaposimama kwa ajili ya swala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye visukusuku na mufute vichwa vyenu na muoshe miguu yenu. Kwa hivyo, katika aya hii pamethibitika hili la kuosha uso. Uso, uso ni upi? Ni upi mpaka wa uso? Na hapa ndio mahali ambapo wengi kati ya Waislamu wanateleza katika kuosha uso. Uso una mipaka yake, lazima mipaka hiyo yote ikamilike wakati mtu anatawadha au wakati anaosha uso wa, haddul wajhi ma baina mambati sha'ri almu'tadi ila muntaha dhaqan tulan mpaka wa uso ni kuanzia mameleo ya nywele kiurefu eh? mpaka kwenye kidevu kiurefu, kuanzia hapa juu kwenye mwanzo wa nywele zako mpaka kwenye kidevu, ni urefu huu wa ma baina shahmatei al udhun ardhan, na baina ya masikio na pande za masikio hizi kwa upana, kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo uso uhakikishe kwamba unauosha kwa mapana na marefu. Mapana ni kuanzia kwenye masikio mpaka sikio. Urefu ni kuanzia mwanzo wa nywele zako mpaka kwenye kidevu, unajumuisha una hivi, unatandaza maji yote yafike kwenye e, sura yako kwa ujumla wake. Lakini ikiwa utaosha uso mbele ya macho na pua na mdomo kama nafanya baadhi ya watu, kuna mtu anaosha uso hii sehemu hii peke yake. Paka hapa chini ya mdomo huku kwenye kidevu hafikishi, huku hafikishi, ajue ya kwamba udhu hapo utakuwa bado haujakamilika. Kwa hivyo tujitahidi sana, tuakishe kwamba uso tunaosha kwa mapana yake na marefu yake, kama e, ilivyozungumzwa, wayadkhulu fi dhalika dhahiri lihyati lkafa, na hapa inaingia vilevile E, udhahiri wa ndevu ambazo zimeshikamana, ndevu zako ambazo labda mtu ana ndevu nyingi zimeshikamana, basi ataosha juu ya ndevu hizo, na imesuniwa kwenye kuosha hizo ndevu aweze vilevile kutia vidole vyake, ili azisulie ndevu hizo na ule mzizimo wa maji uweze kufika kwenye hizo ndevu. ikiwa ndevu zimeshikamana sana basi ataosha kwenye udhahiri wa ndevu zake. Na ne ikiwa ndevu zake ni hafifu basi ataosha mpaka maji yaweze kufika kwenye ngozi. Kwa hivyo inategemea e, ndevu zako ziko katika wingi kiasi gani. Akasema, wa yadkhulu fi dhalika dhahiru lihyatil kaththa wa hiya allati la yadhharu aljildu min tahtiha, yule mtu ambaye ana ndevu nyingi mpaka ngozi haionekani, basi itamtosheleza tu yeye kuosha juu ya ndevu zake, si lazima yale maji afike kwenye ngozi yake. wa amma lihiyatul khafifatu, ama zile ndevu hafifu. wa hiya lati yadhharu ljildu min tahtiha, ndevu ambazo ngozi inaonekana chini. fa innahu yajibu usulu lmai ila ljildi, itakuwa ni lazima maji kufika kwenye ngozi kwa yule ambaye ndevu zake ni khafifu. Hivyo ndivyo ambavyo uso unavyooshwa. Oh, lakini nguzo ama faradhi ya nne ni ghaslul yadaini ila almirfaqain, kuosha mikono miwili mpaka kwenye visukusuku, na hapa napo pia ni mahala ambapo panaingiliwa na mughafala kwa baadhi au wengi katika sisi Waislamu kwenye kutawadha kwetu kuna baadhi ya watu wanapoosha mikono, au wengi, yaweza kuwa ni wengi, kwa sababu watu waliosoma ni wachache, walioisoma dini yao, na waliosoma udhu ni wachache ukilinganisha na wale ambao hawajasoma dini yao ni wengi sana, na hao ambao hawajasoma dini yao, ambao idadi yao ni kubwa, ndio hao ambao mara nyingi huwa wanaingia katika makosa kwenye kufanya ibada zao. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba ni wachache wanaokosea, ni wengi, kwa sababu idadi ya wasomi waliosoma dini yao na ibada zao ni ndogo, ukilinganisha idadi ya wasomi waliosoma ibada zao. Ehe, ni, e, ni idadi ambao e, wasomi waliosoma ibada zao ni, ni, ni, ni, ni ndogo sana, sio? Ukilinganisha wale ambao hawakusoma ibada zao ni wengi. Kwa hivyo hao wengi ndio wanaopata wanafanya makosa katika kutimiza mambo kama haya ambayo tunayozungumzia hapa sasa, kwenye hili la kuosha mikono kama ilivyothibitishwa na aya. Allah akasema waaidiakum ila lmarafiq wadhalika lilaya sabiqa waqad ittafaqa alulamau ala wujubi ghasli lmirfaqain maa lyadein, na wanavyuoni wameafikiana wajibu wa kuosha visukusuku pamoja na mikono. Wajibu wa kuosha visukusuku pamoja na mikono. Kwa hivyo ina maana mkono unaanza kuoshwa kuanzia kwenye viganja huku mpaka kisukusuku kiwe ndani. Kisukusuku hakiwi nje, chatakiwa kiwe ndani. Kwa hiyo utakapoosha mkono sehemu hii peke yake hii peke yake alafu visukusuku vikawa na vikavu, jua ya kwamba utakuwa udhu wako bado haujakamilika, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejumuisha kwenye uoshaji wa mikono visukusuku viwemo ndani yake, watughsalu lyadani bada min ruusi lasabii ila lmirfaqain. Na mkono unapooshwa au mikono miwili inapooshwa inaanzwa kuanzia vidole kwenye ncha ya vidole hapa kwenye vidole, unaosha kuanzia hapa unakuja mpaka kwenye visukusuku Usioshe kuanzia kwenye joint ya kiganja kwenye muundi wa mkono alafu sehemu hii yote kwenye visukusuku, huku ukawa ni kukavu, utakuwa umelipita mbio hilo jambo, na itakuwa umekwenda kinyume na Allah alivyotaka mkono oshe. Fain kana fainkana maqtua al yadi ghasla ma tabaqa min mahalli al fard. Lakini ikiwa mtu pengine labda ana, ana, ana tatizo mkono wake umekatika ume ana mkono nusu, basi ataosha ile sehemu iliyobakia. Pengine amekatwa hapa mkono wake, sehemu hii iliyobakia ndio atakaiosha peke yake. Kiganja hana, amekatwa kuanzia hapa, ataosha pale ambapo sehemu ya mkono iliyobaki. Asema, fa in kana alqat'u inda almirfaq ghasala mirfaqahu faqat, ikiwa kukatwa kwake kumeanzia kwenye hicho kisukusuku basi ataosha kisukusuku. Mkono ukatwa kwanzia hapa, ataosha hicho kipande ambacho kiko kimebakia cha kisukusuku. Basi ikiwa mkono ukatwa kwanzia begani, basi takuwa huyo hana tena jukumu la kuosha mkono huo, kwa sababu hana huo mkono kwa jumla. Ule mpaka ambao wa kuosha ni kuanzia kwenye vidole mpaka kwenye visukusuku. Na wewe mkono wako umekatwa hapa, kimebakia kisukusuku, utakiosha. Mkono umekatwa kwanzia hapa juu, basi itakuwa wewe hauna mkono wa kuosha fa in kana fauka lmirfaq fala sh alaihi fi hadihi lyadi, ikiwa ehe, mkono umekatwa juu ya kisukusuku basi fala sh alaihi fi hadihi lyadi almaqtua, atakuwa hana dharura tena ya kuosha mkono huu uliokatwa. Wakadhalika yuqalu inda ghasli rijlain, na hili vile vile ndivyo linavyozungumzwa katika kuosha miguu miwili, na ikiwa vile vile mtu amepoteza mikono yote kwa jumla ina maana mtu kama huyo atakuwa hana tena ile dharura na wajibu wa kuiosha hiyo mikono. Labda tu tuulize sasa, mtu atatawadha vipi wakati mikono miwili hana? Bila shaka itabidi awe ni mwenye kutumia mtu mwingine amtawadhishe, na ataanza kumtawadhisha kuanzia kwenye uso, akitoa kwenye uso moja kwa moja ataenda kwenye kufuta kichwa, kwa sababu mikono miwili hana. Lakini ikiwa mkono umekatwa sehemu ile, sehemu iliyobakia ndiyo ambayo ataiiosha ama ataitekelezea udhu. Tutasimama hapa kwa leo. Tumezungumzia faradhi e nne za udhu, tumezungumzia nia lakini vivyo tumezungumzia kusukutua na kupandisha maji puani, ambapo hili la kusukutua na kupandisha maji puani kama tulivyoona, wanavyoona umetofautiana, lakini tumepawa kwamba kauli ambayo ina nguvu zaidi, kwamba la kusukutua na kupandisha maji puani ni jambo ambalo ni la lazima, kwa sababu linajumuisha Sura ambayo Allah, uso ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka tuoshe, lakini pia tukazungumzia kuosha uso wenyewe, ambalo hili wanavyooni watu wameafikiana kwa mujibu wa aya, lakini pia tukazungumzia kuosha mikono miwili mpaka kwenye visukusuku. Insha Allah Ta'ala, tutaendelea kumalizia faradhi zilizobakia w